Mtazamaji wangu wa ligani, asubuhi ya leo, ninaamini kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, wakati ambapo umeweza na kuamka katika uso wa dunia, umeweza na kujiombea na kujitamkia baraka za Mwenyezi Mungu, na umeweza kuamka ukiwa una matumaini mengi kwake Mwenyezi Mungu, maana hayo matumaini tu ndiyo yataweza na kusaidia maombi yetu yakaweze na kufanya kazi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Pricilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwang'a Kangundo pastorate, eh, Kangundo pastorate matako sabudiota karibu tuzidi na kubarikiwa pamoja, mpendwa mtazamaji, na kusalimu tena katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo na kibali chake maishani mwetu. Neno la leo ambalo tunasoma katika Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na mbili na wa kumi mstari wa kumi na mbili na kumi na saba tunasoma hivi: na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana ambaye jina lake la pili ni Malko na watu wengi walikuwa wamekutana huko, uh, humo wakiomba. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya kutupa nafasi nyingine asubuhi ya, ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako lililo hai Baba ni asante kwa ajili ya ujumbe wa asubuhi ya leo, tunajua utatuongoza na utanena nasi. Sante kwa ajili ya nena, neno lako balo liko hai milele na milele, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Mahali ambapo nimesoma asubuhi ya leo neno ambalo tuko nalo ni kuhusu maombi ambayo tunaona ya kwamba maombi ni silaha ya ushindi wa Mkristo wa kweli. Haleluya. Maombi ambayo ni silaha ya ushindi wa Mkristo wa kweli. Tuliposoma katika Matendo ya Mitume sura hiyo ya kumi na mbili mstari wa kumi na mbili na na wa kumi na saba tumeona Biblia ikisema huyu ambaye anaambiwa na, alipokuwa akifikiri haya akafika nyumbani kwa Mariamu. Tunaona ni Petro. Petro alikuwa ameshikwa na akawekwa gerezani, na Biblia inasema ya kwamba alikuwa amewekwa pale, na Wayahudi wengi walikuwa wanatarajia kuona matokeo ya kufungwa kwa mtumishi wa Bwana Petro tunaona Petro alipowekwa gerezani tunaona alifungwa na hata pia akalindwa sana. Lakini tuliposoma huo mstari ukiisha, tunaoni ya kwamba watu wengi katika mstari wa kumi na mbili tunaona watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Wao watu walikuwa wakiombea nini? Walikuwa wakiomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Petro, walikuwa wakiomba kwa maana walijua hakika yake Petro ameingia katika shida, ameingia katika mauti. Walijua ya kwamba itagharimu tu mkono wa Mungu kumtoa Petro katika mkono wa huyu Herode. Hawa watu walikuwa na imani, walikuwa na imani ya kwamba watakapoomba, walikuwa na imani Mungu anaweza kutenda muujiza kupitia kwa maombi yao. Asubuhi ya leo maombi akiwa silaha ya ushindi wa Mkristo wa kweli, tunaona Mungu aliweza kuyasikia maombi ya hawa Wakristo. Aliisikia kwa sababu alimtuma malaika wake, akafika mahali gerezani, mahali Petro alipokuwa akafika pale na akamwokoa Petro. Bwana Yesu asifiwe, alimwokoa Petro na akamwongoza, akamfikisha katika nyumba mahali pale watu wali pokuwa wanaomba Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya, ya leo sijui una mahitaji kiasi gani, sijui unapita katika magumu ya aina gani. Asubuhi ya leo Mungu ananena nawe ya kwamba unaweza kuomba, unaweza kutumia maombi na ukaweza kushinda vikwazo vyote. Haleluya, unaweza kushinda kama vile Petro alivyoshinda kwa ajili ya maombi, hata wewe unaweza kushinda pia. Hapo inatufundisha hivi ya kwamba unaweza, kama Mkristo unaweza kumwombea mtumishi wa Mungu ambaye uko naye. Kwa sababu gani? Unapomwombea mtumishi wa Bwana, milango ambayo kwa hali ya kawaida inaweza kufunguka, ambayo haingefunguka kwa hali ya kawaida, tunaona hiyo milango inaweza kufunguka. Pia tunaona unaweza kupata wokovu kutoka kwa maovu yote. Pia tunaona unaweza kupata nguvu za ushindi na majaribu ambayo yanakuja, yanakuja kwako kila wakati. Tunaona Petro aliweza kushinda, alitoka gerezani. Hali ya kawaida aingemtoa Petro katika gereza, hali ya kawaida aingemwokoa Petro, hali ya kawaida aingeweza kumsaidia kwa jambo lolote. Majaribu yaliyokuwa mbele yake angeweza kushinda, lakini kuna watu walitambua ile silaha, walitambua watakapoomba wataweza kupata ushindi wao. Mpendwa watazamaji asubuhi ya leo, wacha ukaingie katika maombi, ukaweze kuombea familia yako ukaweze kuombea watumishi wa Bwana. Na hapo nimekumbuka watumishi wa Bwana, wanaweza kupatwa na matatizo na mara kwa mara wanakosa mtu wa kuwaombea. Simama na mtumishi wako yule ambaye anakuambia neno, simama naye katika maombi, mwombee asubuhi ya leo, mwombee akapate hata kibali, akaweze kushinda majaribu, akaweze kushinda katika kazi yake ambayo anakuwa nayo kila siku ya kuhubiri Injili. Asubuhi ya leo, jitie katika maombi, ombee familia yako, ombea wachungaji, ombea watoto, ombea taifa letu la Kenya, ombea majirani, ombea wagonjwa, ombea wahitaji, ombea kila moja, maana utakapowaombea wataweza kushinda majaribu, wataweza kushinda maofu, vifungo vyote ambavyo vimewafunga itaweza kufunguka. Maana tumeona Petro, aliweza kufunguliwa gerezani na mkono wa Mungu, kwa maana kuna watu waliokuwa wanasimama naye. Katika maombi, mpendwa, uwe mtu wa kuomba na kuleta mahitaji yako mbele za Mungu na utaweza kuona ushindi. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa kumi na saba Biblia inasema hivi, ombeni mbila kukoma. Mpendwa mtazamaji, usiache kuomba. Mpendwa omba, usiache omba kabisa, usikome kuomba. Omba asubuhi, omba adhuhuri, omba jioni, omba usiku, omba kila wakati, uingie hapo kanisani, ukiwa safarini. Mpendwa mtazamaji, omba, uwe mtu wa maombi na hakika utaweza kuona ushindi utakaopata kama jinsi Petro alivyopata ushindi wake. Tuombe. Baba mtakatifu kwa jina la Yesu. Tusaidie kwa sababu maombi ni silaha ya kila Mkristo wa kweli. Baba, tusaidie tukaone haja ya kuomba wakati wote. Biblia imesema ya kwamba tusikome kuomba. Tusaidie Bwana, usikubali shetani yatupinge tushindwe na kuomba, bali ukatupe nguvu kupitia kwa Roho wako Mtakatifu tukaweze kuomba na tukaweze kushinda. Mungu wetu, katika maisha haya tunayoishi kila wakati uwe pamoja nasi kwa siku yote, na utubarikie tunapoenenda katika njia za maombi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Maombi ni silaha ya kweli na ya Mkristo ambaye ni mkweli. Maombi tu tumefundishwa, tukajua kwamba maombi yataweza na kufungua milango ambayo umeimbia hata nawe, au kuweza na ku..., yani au kuweza na kuona kwamba itaweza na kufunguka. Maombi kwa sababu yako kukaa katika maombi kila wakati, Mungu ataweza na kuzidi na kukutetea atazidi na kukufungulia milango, atazidi na kukuinua, maana wewe yani ni mtu wa maombi kila wakati. Atakupigania vita zingine ambazo hata uzielewi na hukuwa unajua kama ziko. Atakufungulia mengi, atakufunulia mengi, maana yeye ni Mungu na amejua kwamba wewe ni mwaminifu mbele zake na unakaa katika maombi kila wakati maombi itaweza na kukupatia nguvu ya ushindi. Utaweza na kuona kwamba yaani kuna jaribu lilikuwa limekuja kwako, lakini badala ya ilikuangushia ilikushinde, unakuja unaibuka ukiwa mshindi, maana wewe ni mtu ambaye wa, wa maombi kila wakati, wa maombi kila wakati. Tuzidi na kuomba, pigana vita zako kupitia kwa maombi. Omba Mwenyezi Mungu akutendee. Omba Mwenyezi Mungu akaweza na kuingilia mambo mengine ambayo hata wewe haujui. Utanjipata utajipata tu. Yaani, Mungu tu anaendelea na kukusimamisha, neema yake inakufunika kwa sababu ngani? Kwa sababu ya maombi. Tuzidi kuwa watu wa maombi kila wakati. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Pasta, tumeshukuru kwa sababu ya ilo fundisho juu ya maombi, hakika Tuzidi na kuomba na Mwenyezi Mungu atatutendea mengi. Bye bye.